Kama mnavyofahamu ndugu zetu wa Tanzania wengi wanafanya shughuli zao kwenye maji, ndugu zetu wavuvi, lakini kuna wasafirishaji wa mizigo na wasafirishaji wa abiria e, wanapopata dharura ya aina yoyote, sasa chombo hichi kitakuwa kinakwenda kutoa huduma hiyo e. Na hichi ni kilio cha muda mrefu, wananchi walikuwa wanaomba huduma hii wafikie e. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya eh, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupokea kilio hichi, kusikia na sasa eh, kaweza kutufikishia boti ya uokozi kuokoa maisha ya wa watanzania wenzetu eh, kwa niaba ya shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, tumefika hapa na sasa tuna e, tumefanya majaribio na tumeona chombo hichi kiko sawa e, kwa ajili ya kuanza shughuli hizo e, ndugu zetu wavuvi mmefikiwa. E, ndugu zetu wavuvi sasa mtakuwa mnaokolewa mnapopata changamoto, changamkieni kutoa taarifa. Kutakuwa mtapewa maelekezo rasmi na maelekezo yale rasmi yatakapotoka ya shughuli hii, sasa mtaanza kuwa mnapata huduma kwa wakati. Boti hili e, hapa limeshushwa tu Kigoma, lakini litahudumia ukanda wote wa Ziwa Tanganyika hadi Katavi e, Rukwa, ukanda wote ambao uko liki Tanganyika. Kwa maana hiyo sasa tuwatake e, watu wa huduma, wamiliki wa maboti, wamiliki wa vyombo vya uvuvi, mabaharia pamoja na kuja chombo hiki cha uokozi , bado utaratibu wa kuzingatia sheria utaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo tuendelee kutoa maelekezo , kila mtu ambaye mwenye chombo cha usafirishaji majini, haijalishi hata kama ni chombo cha uvuvi, kuendelea kuhakikisha anakuwa na vifaa vya kujokolea maisha. Asilimia tisini, tunamshukuru Mama Samia Suluhu kwa niaba ya kutuletea boti hili, na sisi wavuvi tunasema tulikuwa tuna shida sana ndani ya maji kwa kweli, asilimia 90 tulikuwa tunazama huko, watu wengi wanafariki, lakini namna uokoaji ulikuwa ni mgumu. Lakini kwa sababu tumepata spidi kali ya kuweza kufika kwa muda, kwa kweli tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Tulikuwa na no, uhaba sana wa vyombo kuokolewa, lakini sasa kikweta chombo hichi kwa nini kutuokoa, tunafurahi sana. Lakini vile vile tulikuwa tuna mambo mengi, mfano for example tulikuwa tunaweza no, labda wavuvi wetu wanavamiwa labda na wa majambazi kwenye ya maji kweli, serikali kwa kutusaidia vyombo vya polisi na kuokoa, lakini bado kuna udhaifu wa vyombo ni vichache. Kwa kuwa vyombo tumeongezewa chombo kimoja kina spidi kubwa, naona tutakuwa tuokolea maisha yetu wavuvi pamoja na wavuvi wote wavu kwa pamoja. Kwa hiyo nashukuru, nafikiri kwa upande wangu, nikiwa mama wa nidhamu hapa, kwa kweli wamenitendea haki kwa sababu nilikuwa nasumbuliwa sana kwa maswali kuhusu wavuvi wanapokuwa wamezama kule ziwani, watafanyaje wataokolewaje? Lakini sasa maswali yamekwisha, na sasa uokoaji umefika mahala pake. Tunashukuru sana